Mambo vipi? Msimu wa Valentine ndio huu hapa umewadia. Najua tayari umeshafikiria zawadi ya kumpa yule baraka wa moyo wako, sivyo? Sasa kama unapanga kumpelekea lazizi wako zawadi ya pesa, acha nikupe hii kabla hujayatimba. Mapema mwezi huu ambao ndio mwezi wa wapenda nao, yani Valentine's, Benki Kuu ya Kenya CBK ilitoa onyo kwa raia wake ikiwataka kutofunga pesa kama mashada ya maua ama kuzitumia kama mapambo ya zawadi kwa kuzikunja kwa maumbo mbalimbali ili kupendezesha zawadi zao. Hapa Tanzania, ingawa Benki Kuu ya Tanzania BOT haijatoa tamko lolote lile msimu huu, lakini sheria zake ziko wazi. Ulikuwa hujui? Basi leo acha nikujuze: ni marufuku kuharibu, kuchana, kuchoma, kufunga au kubadilisha umbo la noti za fedha, ikiwemo kuzifunga kama maua au mashada ya za zawadi. Kwa mujibu wa kanuni za benki kuu ya Tanzania, mtu anayeharibu ama kudhalilisha noti anaweza kwanza kutozwa faini, lakini pili kukabiliwa na hatua za kisheria, na tatu kukataliwa kubadilishiwa noti zilizoharibika. Sasa hii na maana gani? Benki hazipingi kuto pesa kama zawadi yaani, tatizo sio wewe kutoa fedha kama zawadi, bali ni namna unavyozitumia ama kuzifunga hadi kuharibu noti. Benki zinawahimiza wananchi kutoa fedha kwenye bahasha nzuri, ama kutumia kadi za zawadi, yani gift cards kwa kimombo, au njia nyingine. Unaweza kuchanganya pesa na zawadi nyingine bila kuharibu maumbo yake. Sasa mapenzi ni mazuri sana, lakini heshima ya fedha ya nchi ni muhimu pia. Swali muhimu ni je, wewe Umepanga kumpa lazizi la wako zawadi ya shilingi ngapi msimu huu wa Valentine? Tuachie maoni yako kwenye comments.